kuambia kwamba tusinyamaze kimya. Leo ni mtoto wako ameuliwa, tukinyamaza sisi, tusipopigania haki yake, kesho watamjia dadangu, kesho kuta watamjia, watamjia mama, watamjia kawiva, watanijia mimi. Kwa hivyo ni lazima yule wa kwanza akiathirika tuwe pale kumtetea ili kusiwe na mwingine ambaye atakuja kuathirika. mm -hmm. Na ndio kwa maana tunasema wale wachache ni kweli, na mara nyingi unapata kama hivi sasa tunaelezewa ee, kuna goons ama wahalifu ambao wamelipwa wako na bodaboda na tayari sisi pia tuko na intelligence yetu. Hawa Gen Z mnawaona hapa hivi, lakini wamejipanga kisawasawa. Na kulingana na intelligence yao, hawa guns walitokea Eastleigh South kule nyuma kwa Air Force, ndiko walipokuwa wakikutana, wakalipwa, wakaingia kwenye bodaboda, wamekuja hadi mjini hivi sasa na wanaendelea sasa kujaribu kusambaratisha yale maandamano mm -hmm. Lakini pia tunaona wale bodaboda wa town wameamua hata wao hawatakubali mambo kama hayo mm -hmm. Kwa hivyo tayari kuna huo mtafaruku Mombasa, vilevile vile pia tunaambiwa wanne wameshikwa mm -hmm. Eh, kwa sababu E, polisi hawataki watu waandamani, na kuandamana ni haki ya kila mtu. Kwa hivyo ndio wako wale ambao wanapinga, lakini hao mara nyingi huwa ni watu wao wenyewe. Hawa, hawaelewi ya yapi yanafanyika na huwa wanataka kuendeleza kazi zao kwa njia za haramu. mm nitataka kurejelea jambo ambalo lilifanyika mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Naam. wakati ambapo Mheshimiwa Raila Odinga alivyofanya swearing in mm, yake na Usiku kabla ya, ya swearing in hiyo kulikuwa na wasiwasi kwamba kutakuwa na vurugu, kutakuwa na nini, lakini asubuhi hiyo polisi wakajiondoa, na shughuli hiyo ikaendelea, ikamalizika, wa kuapishwa wakaapishwa, wakaenda zao nyumbani. Sasa ni nini haswa ambacho serikali itakosa ama idara ya polisi itakosa iwapo itakaa kando na kuwaruhusu wananchi waandamani kama wana petition yoyote ya kupeleka kama Vigilance House, wapeleke wafikishe, kisha watu waende nyumbani. Kutakoseka nini? hakutakoseka chochote na hivyo ndivyo inafaa kuwa katika nchi inayojigamba kuwa ni nchi ya demokrasia, katika nchi inayojigamba kuwa na katiba yenye nguvu. Hayo ndio mambo ambayo tunatarajia kuyaona, mm-hmm. kwamba polisi hata wakija kwenye maandamano wame, wameweka mstari huku kando, wanalinda zile biashara, wanaambia watu piteni, endeni kwa amani. Hivyo ndivyo inafaa kuwa kwa sababu tunaposema kwamba katiba inaruhusu, inapea wananchi haki ya kuandamana, hivyo ndivyo inafaa kuwa. Lakini utapata kuona mara nyingi wanaoanza vurugu huwa ni polisi. Polisi ndio huanza vurugu wakijaribu kuwazuia watu. Hakuna hata siku moja tumeweza kuona waandamanaji wale wasawasawa wakisema tuwache tuchome gari ama wacha tupige nyumba tuvunje Hapana, jambo kama hilo huwa, watu tayari wamejipanga, wako labda na karatasi yao, wanataka kufikisha labda. Ni wamama wanataka kufika, maanake walivurugwa sana, walipigwa walipokuwa wanataka kufika bungeni kuweka maua tu. Walikuwa wamejihami na maua na misalaba peke yake, ili waweze kufika pale bungeni waweke, bas. Lakini unapata polisi, sijui ni kitu gani kibaya na polisi wa Kenya, hawapendi amani. Hili ni swala lazima tulizungumzie. Wakati wa maandamano, polisi ndio wanakuwa mstari wa mbele kuvuruga, kuleta visa vya utovu wa nidhamu, halafu wao pia vilevile vile ndio wanaenda wakishika watu wakisema mmeleta vurugu, ili hali ni wao wanafanya hivi. Kwa hivyo kukujibu swali lako, hivyo ndivyo tunafaa tuweze kuwa na polisi ambao wanafanya mambo hayo hmm. Lakini hawaonekani wakiwa wanataka kuwe na amani kwenye maandamano hmm. Kawive, serikali inapata faida gani, wakati ambapo kuna watu wanaonekana wamelipwa mm. Tumeona video za wiki jana wakati wa maandamano mm. Watu wanaonekana haswa wameleta magari wanayatoa eh, sehemu za gari hilo na Wakenya wana, wanachukua video mm. Na Wakenya sasa wameerevuka wame kabisa. Wanaenda wanatafuta hata ile number plate wanasema hili, hili gari namba plate yake sio ambayo inaonyesha kwamba serikali inahusika katika ku, ku, kutoa ile dhana ama taswira kuwa maandamano yana vurugu. Serikali ina faida nini kwa kufanya hivyo? Uh, kwanza kabisa uh, na, naona maswali mawili umeauliza. mm-hmm. swali la kwanza ni kama tuko na serikali ama hatuna, hatuna serikali kwa sababu serikali ni Uh, kiungo ama ni taasisi ya kulinda wananchi hmm. Sasa hiyo ndio naweza sema kuna serikali. Serikali inalinda wanyonge, wanyonge hiyo ndio kazi ya serikali. Serikali kama hailindi wanyonge sio serikali. Ni faida gani eh, genge hili la eh, naweza kusema majambazi ambao wa sasa wako uongozini linapata. Unajua kukiwa na maandamano yakienda vizuri, ambao maandamano yanasema tunataka eh, justice for Albert Ojwang mm -hmm. na yaende vizuri tupeleke petition katika bunge tuende state House, tupeleke itaonekana kwamba eh, wananchi wamekuwa na nguvu na wako na uhuru wa kujisemea mm -hmm. Lakini genge ambalo linatuongoza linataka liwe ndio la kusema, sisi tume? Tumenyamaza tuwe mm -hmm. tumedidimia, tuko chini kabisa, wanatukanyaga hapo wakipita. Hiyo ndio umaarufu wanataka kwamba, kama kuna kitu unazungumza hii nchi, ikuwa unazungumza kuhusu wao ama wewe unanyamaza, wanaongea wao. Hivyo ndio umaarufu ile wanatafuta, na ni umaarufu ambao tunaweza sema ni, ni kinyume na katiba yetu. Kwa hivyo lazima serikali ama polisi wahakikishe kwamba hii maandamano haijakuwa successful. Tumeharibu kwa nini? Ili ujumbe usifike kwamba wananchi wako na, wako na nguvu mm -hmm. Serikali kuanzia wakati wa ukoloni wa na vile yetu imeundwa ni hiyo hiyo tu eh, serikali ya kikoloni ni kuhakikisha kwamba wananchi hawana sauti hawana fikra yao binafsi hawana nguvu ya kujitetea. Kwa hivyo ni in, serikali inakuwa ni kutudhalilisha, uh, kutu kutuumiza, kutudharau, kuhakikisha kwamba hatuna sauti mm -hmm. Na, ku, na, na ukumbuke kwamba hawa eh, viongozi tu hawa, hata wakienda kanisani wanataka wanataa kukaa kiti ya mbele, na kanisa si yao, na kukaa mbele zimaanisha wanaenda mbinguni mm -hmm hawa hawa kukiwa na rali ama tuseme mkutano wa wananchi wa, wa wao wanataka kupanda kwenye magari waongee, na wanataka kile wanaongea chote kinukuliwe na kitangazwe, kwa ni maoni maarufu wa kuongea. Kwa hivyo ile, ile nia ya watu wa serikali ama ya nia ya, ya watu ya polisi ni kwamba wao wanataka ndio ifanyike kwa hivyo nyinyi wengine mkuwe, amna haja mwezi zungumziwa, amna umaarufu wowote hiyo. Mm -hmm. ndio wanataka. Mm -hmm. Lakini kurudia kwamba serikali inafaa kuwa chombo ama eh, kitengo cha uongozi kinaotetea wasio na nguvu, wanyonge. Na ukiona sasa kama wana wanadunisha na kuua wanyonge, hiyo sio serikali. Mm -hmm. Hila ni genge la majambazi. Mm -hmm. Uh, Caroline, kwa upande wako awali ulikuwa unasema kwamba wiki ijayo utakuwa uh, katika maandamano ya Juni tarehe mm -hmm. ishirini na tano ili kushinikiza na kwanza kushinikiza haki na pia kukumbuka mtoto wako na wale watoto ambao walifariki uh, siku hiyo mwaka jana. Ni kipi ambacho kinakupa ujasiri kwenda mitaani kuandamana wakati ambapo unafahamu kuwa serikali itakuja na nguvu itakuja hmm, na vurugu hmm, siku hiyo. Kwa roho yangu nilikuwa nimeitega juu, last year tulienda kuweka maua lakini wakakataa. Kwa hivyo this time, unajua tunataka kukumbuka watoto wetu, mbona walifanyia owele maombi? Kwa nini wakatae, wakatae sisi wa mama tukifanya maombi pale pale, na itakuwa the first anniversary ya watoto wetu. Siku zile zingine walikataa lakini this time itakuwa 2050 watoto wetu walikuwa 2050. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba, hata wakatae wapende wa, wa, wakatae, tutaenda sisi kama wamama, tutaenda tuweke mm, to light candles. Wakitaka kutua siku hiyo watatua njuhu. Kila mama tumesha ongea kwa simu, tutakuja sisi wote pamoja na familia zetu, tukumbuke hao watoto wetu, hao watoto 61, tunataka kukumbuka u, walikuwa siku za maandamano, walikuwa wana protest ili serikali yetu ipate amani mm -hmm. Lakini sasa wanatunyima, wana rights zetu kama wamama. Nimesikia siku za owele owele alifanyiwa maombi hapa jijini Nairobi, mbona sisi wakatae, tukifanya watoto wetu na walikufa? Kwa nini? mm -hmm. na tunafanya maombi ya amani tu sisi, hatuna furugu, hatuna kitu kingine, tunabeba tutakuja tunabeba stu candles, tukuja tufanye maombi na turudi nyumbani, kwa nini serikali inakataa? mm -hmm. mm -hmm. na ni kipi kinakupatia ujasiri ni kipi hiki kinakufanya huogopi? Mimi roho yangu inaniambia acha, nikwambie sasa. Hii mimi niko na 50 years, hakuna mahali naweza ajiriwa kama mama, afadhali nifanye hiyo siku nikitaka kukufa nikufe juu nisiache watoto wangu. Mungu, Mungu anatuona tu juu sisi. Ujaziri wangu nikukuja hapo nikumbuke mtoto wangu alikufa siku hiyo, ile inanifanya roho nikumbuke, nikumbuke mtoto wangu alikufa siku hiyo, ndio nataka kukumbuka, na nimesema kila mtu mwenye ananiangalia Siku hiyo nitakuwa ground, tumeshapanga na mama, tutakuja hapo, watufuruge, watupige, tia gasi, afadhali tulale hapo, watuue sisi wote mm -hmm. kama watoto wetu naam. Naangalia baadhi ya jumbe hapa na, kuna mmoja anasema Kenya kupata haki ni ngumu sana kwa mnyonge. Kuna mwingine anasema uh, nishawahi kwenda police station kutafuta haki ya kudhulumiwa na mwajiri wangu, lakini niliambulia patupo mwingine anasema nimewahi kutafuta haki na sijawahi saidiwa hata naona ni bure kupeleka malalamishi kwa kituo cha polisi. Mwingine anasema polisi wa siku hizi bila pesa uh, ni bure. Mwingine anasema polisi wa sai sio wazuri, unless uwe na ganji. Mwingine anasema nilikosa imani na serikali na mahakama yetu, siku nyanyangu alinyimwa haki ya mzee wake, i give up. Mwingine anasema hakuna haki Kenya. Mwingine anasema uh, mnyonge hana haki kabisa uh, hapa nchini. Mwingine hapa anasema uh, mashirima, kusema ukweli, nchi yetu inarudi nyuma pale tulipotoka. Hapa Kenya tunaye watu waliosoma ambao wanafaa kuhakikisha kuwa haki imetendeka. Pendekezo langu ni kuwa rais atoe speech nyingine, ikiwezekana ili majenzi wetu wasizidi kupoteza maisha yao kupitia maandamano. Mwingine anasema I was conned by my own neighbor from the village and reported my case here in Nairobi. I later learned my neighbor gave the DCI money and they started twisting my story. We can't trust our police force. Mwingine anasema the level of impunity in Kenya is beyond control. Mwingine kutoka Narok anasema, kwa kweli siku hizi idara ya polisi wao wenyewe wamekuwa wauaji. Mwingine kutoka Kitui anasema nilidhulumiwa na assistant chief, nilikosa haki na nikapoteza pesa. Mwingine anasema kweli, ni mengi yamenyamaziwa. Kuna kijana mwingine aliuliwa katika kituo cha polisi uh, Mitaboni. Serikali imekuwa adui kwa wananchi. Mwingine anasema kupata justice in Kenya is an extreme sport. Nimekuwa na three incidences. Two, ilibidi we do follow up with IPOA and still it was tough. Hii ya tatu, the OB number it's almost three months old and nothing has been done. I am going there today and I am not smiling. Jumba ni nyingi bila shaka. Manake ni Wakenya wengi ambao wana wanahisi kwamba eh, idara ya polisi, serikali imewa let down imewa disappoint coach eh, Ronald kutoka Baringo anasema eh, swala kwa mwanaharakati naona hushu eh, umeshughulikiwa haki kwa muda mrefu na haisaidi, ha, haizai matunda. Je, ah, okay, muelewa. Kuna mwingine anasema eh, justice is very expensive in Kenya. Huyu ni laki Anyona. Kuna mwingine hapa Jacinta, anasema mimi bwanangu alikufa kwa ajali nikapatia wakili kwa eh, nikapatia wakili eh, kesi akalipwa mwaka 2019, mpaka leo sijapata kitu, alininyang'anya kila kitu, nimehangaika, nimekosa haki eh, mwingine hapa, what we need as mwananchi let us respect the government not to compete with them. Uh, Valerie, ni kwamba wananchi wanashindana na serikali wanapotafuta haki? Hapana, uh, wananchi hawashindani na serikali, na kwanza hata that is not the aim of this maandamano kushindana na serikali. Wananchi tu wanawakumbusha wale ambao wako serikalini kwamba wanafaa kufanya kazi yao, si eti kwamba wanashindana, walipigiwa kura, kwa hivyo wafanye kazi, na kama hawawezi fanya kazi, basi mlango ndio ule. mm -hmm. Mm -hmm. Na unadhani watasikiza? Unadhani watasikiza? uh, from the trajectory sidhani watasikiza, sidhani watasikiza. Mm -hmm. Nafikiri kwamba lazima kukuwa na kitu ambacho kinafaa kifanywe, lakini sijui ni kitu kipi. Mm -hmm. ili wasikiza. Mm -hmm. Hussein. Naam, tuna jukumu la kuhakikisha wanasikiza. um, hii, huu ni ujumbe kwa serikali kwamba hapa tulipofikia sisi kama nchi hatuwezi tena kurudi nyuma kwa zile siku za maonevu watu wanaziita, eh, siku nyeusi, okay, ama siku za giza za Moi. Mwaka uliopita mwaka wa 2024 ni mwaka wa kihistoria, na ni mwaka ambao vijana hasa walisimama, wakaonyesha hii nchi kwamba it will never be the same again na hatutakubali kurudi huko. Kwa hivyo, eh, tulipofika sisi sasa kama nchi, serikali haina budi ila kusikiliza Ma maoni ya wananchi mm -hmm. E, kwa miaka mingi, miaka mingi nenda miaka rudi, kila siku pale wananchi wanapopaza sauti, serikali zilikuwa zikijitokeza kupinga kukataa na kuhakikisha kwamba zile sauti za mwananchi hazitosikika mm -hmm. Lakini yale tunayaona sasa katika nchi yetu hii ya Kenya watu kusimama na kusema haki lazima ipatikane. Kama ingekuwa ni miaka mitano minne iliyopita ingekuwa vigumu sana kwa Albert Ojwang kupata haki kwamba naibu wa inspekta jenerali kukubali kung'atuka mamlakani ilikuwa ni jambo ambalo halifanyiki kila kukicha. Tulikuwa tunaona viongozi wakisema i will not resign, sitajiuzulu. Lakini kwa sababu ya nguvu ya wananchi wakiongozwa na kizazi cha Gen Z ile hali sasa imebadilika kabisa, na ndio kwa maana tunasisitiza na tunawaambia wananchi wa Kenya popote pale walipo, hasa kizazi hiki cha Gen Z, tusitishiwe tusitishiwe tuendelee, tukumbuke kwamba sisi tumesimama katika upande wa sawa wa historia. Mm -hmm. kwamba yale tunayoyafanya ni mambo ambayo yanaingiliana na katiba na sheria za Kenya. Mm -hmm. Hatuvunji sheria kwa kuandamana. Mm -hmm. Hatuvunji sheria kwa kujitokeza kusema wale wauaji washikwe. Hatuvunji sheria tukisema Mama Erickson na wengine wote wapewe haki yao. Mm -hmm. Ila tunasema hii nchi lazima iendelezwe kwa misingi ya haki za kibinadamu. Mm -hmm. Hayo ndio mambo ambayo tunafanya. Kwa hivyo tunataka kuendelea na kusisitiza mpaka pale watakapotusikiza mpaka pale watahakikisha wauaji wote wameondolewa, mpaka pale tutahakikisha hii serikali ni serikali ya mwananchi ndipo pale ambapo tutaweza kuzuia na kusema sasa tupumzike. Mm -hmm. Lakini kabla ya hayo wakituua, wakituumiza, wakitushika kama yale tunayoyaona leo yanafanyika, tunawahakikishia kwamba bado tutaendelea kupigania haki kwa mujibu wa katiba na sheria zetu za Kenya. Kawive, kuna, kuna sheria zote ambazo zinahakikisha kwamba iwapo mtu anakamatwa na polisi ama unaenda na malalamishi kwamba unalindwa kwamba huna wasiwasi kwamba utapigwa ama utateswa na kesi yako ita, itafanyika na kama utapatikana na hatia utakamatwa, uta, uta, uta utafungwa uh, kwa muda fulani, yani utafuata sheria. Kuna, kuna sheria gani ambazo zinamlinda mwananchi haswa yule ambaye anaonekana kuwa amekosea anapofikishwa uh, polisi? Eh, kwanza kabisa tukiangalia katiba yetu kipengee cha kwanza kinapea wananchi nguvu yote ya kutenda ama kutendewa uh, haki na wao ndio wako na nguvu kama Wakenya. Pili we, kipengee cha uh, 37 kinaongea kuhusu haki za Mkenya za kuandamana za fikra za kuabudu na zinginezo. Kipengee cha 242 mpaka 246 zinaongea kuhusu kuunda kwa kitengo cha polisi kuunda kwa taasisi ya polisi na DCI na kazi yao ni kufanya nini? mm -hmm. E, na hiyo inaonyesha kwamba ama inasema hiyo tufo tunasema kwamba polisi watafanya kazi ya kuhakikisha kwamba kuna usalama mm -hmm. Kuna haki na inalinda mali na maisha ya Wakenya mm -hmm. Hiyo ndio sababu polisi wana exist wana, wana, wana mm -hmm. Kwa hivyo sasa kama awalindi maish, maisha hata badala ya kulinda wao ndio wanachukua ndio uh, wanamaliza maisha ya Mkenya na mali ya Wakenya, na pia kuna National Police, Policing uh, Act ambayo ina, ina, inapeana inapea mikakati ya utendakazi wa polisi, watafanya kazi namna gani, nani atapea inspector general Eh, ama hiyo sheria inapea inspector general hukumu wa kusimamia kitengo cha polisi bila kupata influence kutoka mahali pengine, mm -hmm. Awali kulikuwa ni rais akisema kitu inspector general anafanya na inaenda hivo, lakini sasa naona kama hiyo kama sheria imerudi kupita hiyo uh, mtindo imerudi kupitia chini chini kuona kwamba sasahivi charge uo vile polisi wana wanafanya kazi. Mm -hmm. Kuna uh, Uh, Independent Policing Oversight Authority Act ambayo ina inaongea kuhusu aipoa vile aipoa ita, itaanzilishwa na itakuwa na kina nani nani watakuwa watakuwa kwenye aipoa na kazi yao itakuwa nini. mm -hmm. ili kuhakikisha kwamba makosa yanayofanywa na polisi, aipoa iko na nguvu, uwezo wa kuinvestigate na kuchukua hatua. mm -hmm. Kuna sheria nyingine inaitwa uh, National Police Service Commission ina establish hiyo uh, Commission Act ambayo ina establish commission ambayo inaangalia utendakazi wa polisi mm -hmm. nani anafaa kuwa na mamlaka gani na nani akifanya makosa anaweza kuchukuliwa hatua gani mm -hmm. kama sasa hii kesi ya Lagat National Police uh, Service Commission haijafanya kazi mm -hmm. Aipoa ikiendelea na uchunguzi, National Police Service Commission inafaa isha mtoa kazini, ikakisha uh, kwamba ameshikwa akawekwa korokoroni akingojea kufanyiwa investigation na aipoa. Kwa hivyo hizi sheria zote plus uh, penal code ambayo inaeleza uh, kituo uh, uh, I mean, vile utendakazi wa polisi unafaa kuwa kituo cha polisi kina nini mm-hmm. Hizo sheria zote zina toa mwelekeo mufti mzuri sana wa vile utendakazi wa polisi unafaa kuwa na, hazifuatwi. Aha, kwa hivyo sheria zipo, ni kwamba hazifuatwi. Mtazamaji, tunapumzika tena kidogo. Tutakaporejea nitakuwa nakueleza zile taarifa ambazo tunazipa kipaumbele katika taarifa zetu za saa saba, kisha tutamalizia malizia tu mdahalo wetu wa leo.